Haki. Alafu mtu huyo huyo anashirikiana na watu ambao wanasema wataandamana na wanaandaa maandamano kwa kushirikiana na mataifa makubwa pamoja na asasi za kiraia kubwa na vyombo vya habari vikubwa duniani ili kuharibu uchumi wa Tanzania. Lengo ni nini? Kwa hiyo target ni Samia au target ni kuiharibu Tanzania? Tek, baraza la maaskofu hilo, limetoa waraka wake, ambao waraka wake hautaki kuwawajibisha watu waliokuwa wa kwanza kuhubiri kuwa kutakuwa na maandamano ya kuua watu na kuchoma vitu vya watu. Tek haitaki kuwaadres wale walio warubuni vijana kwa kuwadanganya jeshi liko nyuma yenu. Alafu nini kikatokea? Wakatupotosha. Sasa hivi pia ajenda zao zinakinzana. Lakini wote wanajuana na nilifanya makusudi kuweka zile voice kwa sababu nilijua tunajifanya kama vile wanakinzana kwenye kuandaa haya maandamano, lakini wote wanatokea kundi moja. Na hawajuani? atuelezee. Leo hii Tanzania inaimba huko kote, vifo vifo vifo vifo. Hakuna chombo chochote cha kimataifa kilichoongelea kuhusu uharibifu wa miundombinu, kuhusu ambavyo vijana wamerudishwa nyuma kwa kukosa ajira, kuhusu ambavyo vijana wamerudishwa nyuma kwa kuharibiwa biashara zao. Hakuna wanataka kuongea hili jambo kwa kubalansi mzani. Mbona hawagusi pande zote mbili? Mbona hawagusi